Wa Mungu. Majira na saa hii ambaye Bwana ametupa kibali kwenda kutafakari neno lake. Na wasi wa wafuatiliaji wa vipindi hivi Bwana wape nguvu sana. Mimi ni yule yule ndugu yenu mhubiri mngoni, ingia YouTube, TikTok, andika mhubiri mngoni utayapata mhubiri haya yote. Tuombe Mungu Baba, uketie mahali pa juu pale ukoinuka, rehema na fadhili zinawae Bwana. Tunasema asante kwa majira na wakati wa Bwana unatupa kibali machoni pako kwenda kusikia neno lako. Baba, tupe nguvu na rehema ya kukutumikia wewe na kukujua wewe Amin. Basi ndugu zangu, leo tunakwenda kuangalia juu ya habari za Esta. Habari za Esta na kuinuliwa kwa Mordekai katika ufalme wa Haziwelo. Hazielo. Haziwelo. Basi ujumbe leo unasema. Ujumbe leo unasema mti wa Hamani kwa Mordekai umekuwa kitanzi kwake. Mti wa Hamani kwa Mordekai umekuwa kitanzi kwake. Na tutaangalia Esta sura ya saba. Nini maana yake tunaposema kwamba mti wa Hamani kwa Mordekai umekuwa kitanzi kwake? Fuatana nasi. Tutaangalia sura ya saba. Esta sura ya saba. Tunaanza na mstari wa kwanza. Unasema, basi mfalme na na amani walikuja kula karamu pamoja na malikia Ester. Mfalme akamwambia Ester tena siku ya pili, e, siku ya pili pale, pale pale penye karamu na na divai, malikia Ester, dua yako ni nini? Nawe una nawe utapewa na haja yako ni nini? Hata nusu ya ufalme utafanyi, utafanyiziwa. Haya ni maneno ya mfalme juu ya malikia Esther. Ujue wazi hao wafalme mara zote huwa hawapotezagi, hawapotezagi asiri zao. Esther anapata umalikia kwa nchi sio yake, na ujue wazi Esther alilelewa na Mordekai Baba yake alifariki, Esther alimwacha mdogo sana, lakini Mordekai alimlea Esther mpaka anakuja kupata umalkia. Tuendelee. Nini maana yake sasa tunaposema mti wa Hamani kwa Mordekai umekuwa kitanzi kwake? Tuendelee, anasema ndipo Malkia Esther alipojibu akasema, akasema mfalme, ikiwa nimepata kibali machoni pako na mfalme akiona vyema, nipewe maisha yangu kuwa dua yangu, na watu wangu kuwa haja yangu, maana tume maana tumeuzwa mimi na watu na watu wangu ili, tu, ili tuharibiwe na, kuu, na kuuawa na, ku, na kuangamia anasema kama tungali tungaliuzwa kuwa watumwa na, na wajakazi, ningeli ningelinyamaza. Ila hata hivyo, hata hivyo, msiba wetu haulingani haulinganishwi na hasara hasara ya hasara ya mfalme. Ndipo mfalme hazuelo aliponena akamwambia Malkia Esther, ni ni nani huyu tena? Yuko yuko wapi ambaye moyoni mo mwake alithubutu kufanya hivi? Haleluya! Watomo mjue wazi, Mordekai alikuwa hawezi kutii chini ya ufalme wa Aziwelu. Ujue wazi Hamani alikuwa ni mtu mkuu katika ufalme wa Ahasuero. Kwa hiyo mara zote Hamani alipokuwa anapita lazima asujudiwe, apigiwe magoti. Mtu mkubwa anapita. Lakini Mordekai kutokana na desturi za Kiyahudi ilikuwa haiwezekani kumsujudia mtu kwa sababu imeandikwa, usimsujudie mtu yote isipokuwa ni Mungu tu. Na hii andiko ndilo Wayahudi walikuwa wanatembea nalo, walikuwa wapoteze asili yote. Asili yao yote walikuwa wapoteza mahali popote. Sita. Esta akasema ni ni mtesi tena ni ni mtesi tena ni adui ndiye huyu Hamani. Oh, kumbe adui mwenyewe yuko hapo hapo. Angalia, huyu anaandaa karamu, anamkaribisha adui yake. Ndio maana ndugu zangu, tujihadhari sana, hata vyakula hivi, hizi sherehe, sherehe tunazo kimbilia hapo mjini tu, tunaangalia sherehe zingine zinaandaliwa, si kwamba sherehe zinaandaliwa kwa ajili ya matukio, zingine zinaandaliwa kwa matambiko. Kwa hivyo unaweza uka karibia karamu zisizo kuhusu, kikakupata kisicho kuhusu. Angalia, amani anakaribishwa yeye peke yake katika karamu ya Esther, yeye na mfalme, mara ya kwanza, mara ya pili. Bila kutafakari hasa ni nini, anakaribia tena anapata furaha na kuwasimulia marafiki zake kwamba yeye peke yake alikaribishwa katika karamu ya Malkia Esther na mfalme. Kumbe hajui, hajui. Ndugu zangu, twende macho ya rohoni sana, twendelee. Mtu mbaya eh? Kabisa. Mara Hamani akaingiwa na hofu, angalia sasa akaingiwa na hofu mbele ya mfalme na malkia eh? Akaingiwa na hofu mbele ya mfalme na malkia, angalia furaha yake yote imeanza kupotea sasa, furaha yake yote imeanza kupotea. Na ujue wazi, Hamani alikuwa ametengeneza mti wa kumsurubisha Mordekai, kwa sababu Mordekai alikuwa msujudie Hamani. Haleluya. Sasa tunakwenda kuona hii story ni nzuri sana. Tunaenda kuona ule mtu alimtengenezea Mordekai kumbe amejitengenezea mwenyewe. Ndio maana kuna msanii mmoja aliimba amechimba shimo ametumbukia mwenyewe. Mimi ni rais alikuwa amemzungumza huyo Hamani. Saba. Mfalme akaondoka katika ghadhabu. Haleluya. Akaondoka katika ghadhabu yake kutoka kwenye karamu ya divai akaingia bustani ya bustani ya ngome. Hamani. Habari hizi nzuri sana. Amani naye amechanganyikiwa sasa huyu. <laughs> Amechanganyikiwa. Amani naye <laughs> akasimama ili ajitakie, ajitakie maisha yake. Angalia sasa. Baada kujitakia maisha yake anaendelea kutengeneza matatizo. Nie, ndugu zangu, tuwe makini hivi vyeo hivi. Ajitakie maisha yake. Ajitakie maisha yake kwa Malikia Esta. Kwa kuwa aliona ya kwamba aliona ya kwamba amekusudiwa madhara na mfarume nane anasema, kisha mfarume akarudi kutoka katika, kutoka katika bustani ya ngome, hata hata mahali pa karamu, hata mahali pa karamu ya divai. Ikawa hamani amejitupa, amejitupa chini penye kitanda alipokuwa alipokuwa hapo Esta. Oho, sasa baada ya kujitetea unakwenda kutengeneza matatizo tena. Mfalme akasema namna gani yeye atamfanya eh? Atamfanyia malikia jeuli hata machoni hata machoni pangu eh? hata machoni pangu nyumbani mwangu. Na neno lilipotoka na neno lilipo toka kinywani kinywani mwa mfalme wakamfunika waka uso. Haleluya! Hamani yule ha furaha yote ili ya kukaribishwa kwenye ka, eh, kwenye karamu ya Israe anafunikwa uso jamani, akafunikwa uso amani. Haleluya. Ndipo aliposema aliposema Harubona eh? aliposema Harubona, msimamizi wa nyumba nyumba, mojawapo wa nyumba mojawapo ya wale walio hudhuria mbele ya mfalme mbele ya mfalme, tazama basi mti wa mti wa mikono hamsini mti wa mikono hamsini urefu, urefu wake Hamani alio, alio mwekea tayari, alimwekea tayari Modikai ambaye alinena vema kwa alinena vema kwa ajili ya mfalme, upo umesimamishwa umesimamishwa nyumbani mwa Hamani. Mfalme akasema akasema mtundikeni juu juu yake nuna, nuna huu mstari wa tisa ukisoma ndio maana tunapata kichwa cha ujumbe wa leo, ambacho kinachosema mti wa Hamani kwa Modikai umekuwa kitanzi kwake. Huu ujumbe unatoka katika mstari wa tisa. Mti alimwandalia Modikai, angalia, unaagizwa kwenda kuchukuliwa atundikwe yeye. kumi, tunamalizia kumi, wakamtundika hmm? wakamtundika Hamani juu ya mti aliyo aliyomwekea aliyomwekea tayari Mordekai. Ghadhabu ya mfalme